Rais wa Marekani Donald Trump ebana ameweza kuzua mjadala. Yote hii ni mara tu baada ya kuweza kuweka picha akiwa amevalia mavazi ya papa ebana, picha hii ambayo iliweza kuundwa na AI, yani nazungumzia akili akili mnemba eh, akili bandia. So imeweza kuzua taharuki kubwa sana, baadhi ya watu wengi sana wakiendelea kumponda wengi wao wakisema kwamba anakiuka maadili ya Kikristo, wengine wakisema kwamba anakosea sana, analeta kama mzaa. Yote hii ni mara tu baada ya kuweza kutokea kifo cha papa Francis. So picha hiyo iliyo E, pakiwa kwenye ukurasa wake mwenyewe wa Donald Trump inaonekana kabisa kwamba e, sio sawa, lakini pia ukurasa wa Ikulu ya Marekani White House na POTUS, jambo ambalo liliwakasirisha Wakatoliki wengi waliotafsiri tukio hilo ni kama dhihaka e, kwa nafasi ya papa. E, licha ya Trump kutania kuwa angependa kuwa papa, wengi walioji heshima kwa taasisi za kidini na matumizi ya AI kwenye taswira nyeti. So kuna baadhi ya watu wengi pia ambao wamekasirishwa, lakini pia kwa kama wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now kupitia picha hiyo ambayo inapita hapo juu, uko na mtazamo gani? make sure tukomba drop comment yako kunywanja comment hapo, utakuwa umetisha kinomanoma. Until next time. Bye. bye.